Yes, bwana ajionee show hii ya msanii huyu ambaye anajulikana kama vile Harmonize eh. Sasa hivi bwana anapiga show kila siku yani, kila kikicha lazima apige show, lakini sio show hizi za kwenye majukwaa makubwa, hizi show za kwenye kampeni eh, za CCM sasa alikuwa Singida akawa Dodoma akawa Arusha kaenda Mbeya alienda mahali kwingi sana, Mwanza kote kule, lakini sasa hivi yupo maeneo ya Ruvuma kama kawaida yako mshikaji wako Umbea Media TV a, show zote anazozi perform Harmonize basi unazidi kuzipata kwenye channel hii ya Umbea Media TV a, nazidi kukwekea. Cha msingi tu, usahau kusubscribe bwana, a, show ya Harmonize akiwa anatikisha kwa maeneo ya Ruvuma, hiyo hapo mbele afika uweze kujionea, nimeiweka hapo show. Baada ya hii video yangu ya kuongea kisha malizika tu, inachofuata ni Show ya Harmonize in Ruvuma. Yes ebwana, sasa hivi kama ambavyo niliweza kukuahidi e, kwenye hii channel ya Ombea Media TV bwana, nitakuwa na kuwekea show nyingi za wasanii wanazozifanya kwenye kipindi hichi cha kampeni hizi za CCM. Kwa hiyo basi utarajie kuona video nyingi a, kila kukicha nitakuwa na kudondoshea video Uh, kibao tu ikiwemo eh, video za Harmonize eh, bwana video za Diamond Platnumz Zuchu, yani kifupi wasanii wote wa bongo flavor. Uh, utakuwa unazipata hapa. Siwezi semeti wasanii wote wa dunia nzima, sababu kuna wengine sasa hivi si mambo na kampeni, wanafanya kampeni bado kwao azija, azijafika lakini yani kwa uchaguzi bado haujafika eh, sasa s uchaguzi wa Tanzania ndo unaelekea kufanyika sasa, hii Oktoba e, wengi wakisema Oktoba tunatiki, wengine wakisema kwamba no reform, e, no election e, bwana sijui kiupande wako unasimama pande zipi? Sasa sai bana nimekuja na show nyingine hapa ya msanii Konde Boy e, kama kawaida msanii e, Konde Boy msanii e, msanii Harmonize akiwa nakiwasha live pale maeneo ya Ruvuma bwana. Ruvuma unakujua mtazamaji e, kama hukujui, basi tembea tembea ili uweze kufahamu maeneo ya Ruvuma huko, akiwa e, anapiga show moja hatari, show moja kali, kama, kama unavyomjua mzee Konde Boy, huwa hana jambo dogo. Sasa kuna hiyo show nimeweza kukuwekea hapa nitakuwekea ili uweze, uh, kujionea vile ambavyo msanii Harmonize eh, anakinukisha bwana, karibu uh, uweze kujionea show, lakini pia usahau ku like ku subscribe uh, una comment pia uh, unaacha uh, comment kwenye comment section pale, na pia usahau kushare kwa ndugu jamaa na hata marafiki zako, majirani zako pia ambao angependa kuziona video kali kali za Umbea Media TV. Bwana karibu, e, wacha nikuache uweze kujionea show hii.